Halo habari, mpendwa mfuatiliaji wa Karabi Discoveries, leo tunakwenda kuvumbua uhalisia na kukumbatia utajiri wa asili uliojificha katika vilele vya Mlima Mwekundu uliopo kijiji cha Iyoma wilayani Mpwapwa mkoa wa Dodoma. Na tuko njiani tunaelekea uelekeo wa eneo ambalo ndio unatumika kwa ajili ya maziko ya watu wa jamii ya hapa na tunakwenda kuona kwa macho na pia tutapata historia kukiwa katika eneo husika ili kujua nani, lini na kwa nini walizikana katika mlima huu. Ambatana nasi karibu. Kwa hapa ni kituo kuelekea katika eneo tunalokusudia. Mkungu unatumika kwa ajili ya mapumziko, ni mti ambao ni mti maalum kwa ajili ya zoezi la hapo mlimani. Wageni wanaofika mapumziko yao makubwa sana huwa ni eneo hili hapa kwenye. Um, nimebahatika kuja kuzuru eneo hili, mlima unaofahamika kama Mabwe Madumu, lugha ya Kibantu yenye asili ya Kigogo, yenye maana ya mawe mekundu, linalotumika kama makaburi ambayo yapo ndani ya mawe haya. Na of course ukiangalia haya mawe, muonekano wake ni wa rangi nyekundu na mawe yenyewe unaku Misile Charula. Yeye katika ugumu wake na maisha yake alijipangia yeye mwenyewe baada ya kufariki nduguzi waje wamzike kwenye ile eneo. Baada ya pale, mwanawe mwingine naye pia akaja kuzikwa hapa kwa jina la kuitwa Nzugu. Aliwaambia wanawe na familia yake kuwa nendeni mkaangalie kwenye lile kaburi la babu, na mimi natakiwa nikifariki nikazikwe kwenye eneo waliwe hilo. Wanawe waliweza kufuatilia hili eneo kwa muda wa siku mbili. Siku ya tatu wakakuta hali nzuri, wakabidi lazima na yeye ndo akawa amefariki, akawa ameandamana kuja kumsika huko. Jamii naye zunguka hili eneo la kijiji hichi kizima, nafikiri na anaisambua lakini kuliona, wengine hawajaliona kitu ambacho kinawezekana kikavutia wengine kutoka sehemu mbalimbali, wakaja kukiona. Ni mpangilio kwanza wao wa mawe, jinsi ulivyokuwa umepangwa; pili, jinsi kaburi lenyewe jinsi lilivyo, jinsi lilivyokuwa limehifadhiwa na kuzikwa watu. Mwenyeji wetu ametuambia, ukiacha eneo lile la kaburi, ipo milango mingine ambayo inatumika kwa ajili ya kuingia eh, katika haya mawe hii. Lakini kikubwa kinachovutia ni mpangilio wa haya mawe, unaweza ukasema kwamba kama watu walikaa wa kabuni eh, kuweka ekolojia hii katika huu mlima, kiukweli inavutia. Hali ya hewa ni mzuri hapa penyewe. Tuna milango hii. Tuna Oo, enye kutoka hivi kuna mlango fulani umeelekea hivi mlango, basi tukapata fursa ya kwenda kuona mlango wa pili. Tukiwa tumefanikiwa kufika mlango wa pili, miongoni mwa milango inayotumika kwa ajili ya uweza kuingia ndani ya mlima huu. Huu mlango ni mlango uliopo upande wa kusini wa mlima huu. E, na mwenyeji wetu anatuambia tunaweza kutumia njia hii kuingia ndani. E, ni kweli tumefika hapa kwenye mlango ambao uko upande wa kusini wa haya mawe. Mlango ambao unawezekana ukautumia kwa kuingia ndani ya haya mawe. Ni mkubwa ambao unawezekana ukauingia unaenda tuko tuko kushoto. Historia ya mazishi pamoja na mpangilio wa miamba katika ikolojia yanayozunguka mlima huu inavutia sana katika shughuli za utalii, utafiti wa kisayansi pamoja na ujifunzaji kwa vitendo. Hivyo na wapashime wadau wote wa sekta ya utalii kuja kutembelea kivutio hiki na kujionea maajabu ya dunia yaliyojificha katika mlima huu. Mara nyingi sana wakiingia kwenye huu mlango, kwenye hili eneo ni salama, halina tatizo lolote, halina kipingamizi. Ndio maana hata sisi wenyewe leo tumefika, tumelitembelea, hakuna tatizo lolote yoyote. Yule mwenye kuhitaji kutembelea eneo kama hili anawezekana akafika, akashiriki kuona, akarudi salama salimia. Serikali yangu naiambia ingejaribu kufanya jitihada kuingia kwenye mambo ya kale na kuangalia vivutio ambavyo vingine vimejificha na kuvitangaza labda vinawezekana vikatuletea watalii kutoka nje. Hayo na mengine mengi ya kuvumbua uhalisia na kukumbatia utajiri wa asili, kuungana nasi Karabi Discoveries kwa ajili ya taarifa za ndani kabisa ya Tanzania.